Watu wengi wanafikiri kwamba hawawezi kuanzisha biashara za ndoto zao kwa sababu hawana mtaji. Na hili limekuwa kilio cha watu wengi sana. Lakini je, unafahamu kuwa mtaji huwa unafuata ndoto na mipango sahihi ya kutekeleza ile ndoto. Mtaji ni mipango mikakati ya kuweza kuendeleza wazo. Ukiwa na wazo sahihi na mikakati sahihi, mtaji utaupata tu. Wasikilizaji wangu, karibuni, tuendelee katika vipindi vyetu vya Karakana Mkwanja. Kama mnavyoelewa, Karakana Mkwanja madhumuni yake ni kutengeneza mkwanja, na kama nilivyosema kwenye mtaji na prosesi nzima ya uendelezaji wa kutafuta pesa ni mipango mikakati, ndoto na mipango mikakati. Sasa leo tunaendelea na vipindi vyetu vya misingi ya biashara. Kama mtakumbuka, huko nyuma nilishawahi kusema kwamba kuna misingi kumi ya muhimu unapofikiria kuanzisha biashara. Tayari tumeshazungumza misingi minne tumezungumza ndoto na mikakati ya biashara, tumezungumza juu ya masoko. Tukasema anzia sokoni, baki sokoni, maana soko haliko, haliko fixed lina, linaenda linabadilika, usitoke sokoni. Lakini tukasema pia ni muhimu sana ukaijua miundo ya kampuni eh. Kuna aina mbalimbali ya makampuni ya biashara Inaweza kuwa sole proprietor, kampuni ya mtu mmoja, inaweza kuwa ni limited company. na nyingine ziko nyingi. Sasa ni lazima ujue we unataka kufanya biashara aina gani, ukiongozwa na ndoto yako yeah? lakini sio hiyo tu, tulieleza umuhimu mkubwa sana wa mifumo mifumo na taratibu za uendeshaji. Kama mtakumbuka huko nyuma niliwambia in fact biashara biashara ni mifumo na taratibu. Yaani, bila mifumo na biashara, mifumo na taratibu, huna biashara. We una duka wala unaamka unatekeleza e, huna tofauti kabisa na duka la mangi. Lakini ni kwa mifumo na taratibu ndiyo maana ya biashara inapokuwepo. Lakini hatukuishia hapo e, tukaja tukazungumzia kwa upana wake, kwa nini misingi, narudia tena, misingi ya biashara ni kitu muhimu sana, kwa sababu nia ya biashara ni endelevu. Eh? Nakumbuka nyuma nilisema, biashara kaanza babu, mjukuu anaendeleza, bila haya manne, bila mifumo, bila taratibu, haiwezekani. Babu akiondoka kaburi moja la babu, kaburi lingine la biashara, wajukuu tena wanaanza upya eh? Kwa hiyo tunaendelea eh, tunaendelea katika taratibu hizo. Sasa leo, baada ya kuwa tumejifunza hayo mambo manne msingi, tunaendelea na jambo lingine ambalo ni muhimu sana, ambalo ni mtaji eh? Mtaji ni jambo muhimu sana katika biashara ya aina yoyote hmm? Kuna biashara zinahitaji mitaji mikubwa, lakini pia kuna biashara zinazohitaji mitaji midogo eh. Mtu anayepika chapati kilo mbili za unga, nafikiri kama shilingi elfu tano akiwa na, na mafuta dumu moja na kikaangio, almost shilingi elfu hamsini mtu kaanzisha biashara, na biashara inaenda tu vizuri, na from that biashara ya elfu kumi anaweza kafanya kitu kikubwa vile vile kuna biashara zinahitaji mitaji mikubwa. Kwa hiyo, kumbuka, unaongozwa na ndoto. Mpika chapati ana ndoto yake, mchoma mahindi, wachomaji wa mahindi barabarani wana ndoto zao. By the way, kuna mchoma mahindi na mfahamu Sinza, kajenga nyumba tatu kupitia mahindi haya ya barabarani. Kwa hiyo mtaji sio issue ni mipango mikakati. Unaona nini mbele yako, unataka kufanya nini na unatakiwa kufika wapi? Lakini vile vile kuna ndoto kubwa zinahitaji mitaji mikubwa. Kwa hiyo utaona yote yanategemeana na wazo la biashara na mikakati ya utekelezaji. Sio nia yangu kupuuza umuhimu wa mtaji lakini kwa uzoefu wangu naona kwamba kuna kuovestate kuna ku ku over emphasize, yani watu yani, akishafikiria mtaji anakuwa na anstarta, akishafikiria sina mtaji ndo kaisha, lakini sio kweli eh? Tunaangalia vitu vikubwa tu, lakini hatujui vikubwa vilianza kama vidogo eh? Nimetolea mifano ya hizo biashara ambazo ni ndogo sana shilingi elfu hamsini ambazo hata ukimuomba tu jamaa anakupa, lakini kama una mipango mikakati mizuri unaweza ukatoka, eh? Kwa hiyo ninavyoeleza hili, sitaki kusema kwamba ni rahisi kutafuta mtaji, sitaki kusema napuuza uhitaji wa mitaji na ugumu uliopo katika kutafuta mitaji. Nia ya yangu ni kukwambia msikilizaji wangu, kukutia moyo hapo hapo ulipo unaweza ukafanya kitu. Kumbuka nimekuambia ndoto, soko. Kwenye vipindi vya nyuma tumesema sokoni, biashara endelevu ni ile inayotoa solution, inatoa solution ya mazingira yake. Leo hii hapa mi nilikuwa na wageni wangu, kabla sijaweza kuanzisha hiki kipindi, nikawa natafuta chapati mpaka wageni wameondoka chapati hazijapatikana. Inakuambia nini? Kuna uhitaji wa chapati, believe me, kuna uhitaji mkubwa sana wa chapati. Watanzania tunapenda chapati. Sasa wewe unayefikiria limkladili kubwa, yeah? Mimi nawaambiaga vijana wasomi, unaweza ukaanza biashara ndogo sana rahisi sana. Usomi wako sasa unakuja kwenye mikakati ni vipi unahakikisha kwamba una quality chapati? Ni vipi ambavyo unahakikisha kuna timely delivery eh? Ndio usomi wako unatakiwa uingie pale, lakini hitaji linasema chapati. Lakini utamtofautishaje mama ntilie na wewe mwenye digrii yako? Ni the way ile biashara yenye wazo dogo unavyoweza kuthink big, believe me, eh ndio maana wanakuja watu wa nje, sitaki kusema lakini wa China, mnaona vitu wanavyofanya vidogo sana, they think big and then the mtaji comes. Hmm? mara nyingi nimekutana na watu wengi sana wakilalamika kwamba hawana mtaji, yeah? Sasa hapa utakuta, mimi ni mkopeshaji, ndio biashara yangu, nishajitambulisha. Kwa hiyo nimekutana na wengi Una, mtu anakuja kweli tena mwingine ni jamaa, yani ana advantage hata unamfahamu zaidi. Sasa nisikilizie anavyokuja, ukimwambia akupe mikakati yake dakika tatu iliyonyooka hana. Sasa huu unaomba mtaji, unaomba msaada, nasisitiza mtaji sio shida, shida ni mipango mikakati, ndio shida iko pale wale ambao yani, kama uko intelligence intelligent sio katika ku, kubeba hela nyingi, ni kutengeneza hela ndogo zikawa nyingi kupitia wazo lako. Umeona? Ikumbuke kwamba maswali haya tajwa yanahusiana moja kwa moja na kiasi cha mtaji unachokihitaji. Unaona, ndoto na mtaji na hitaji la soko vina mahusiano hapa eh? Una, unaona. Kwa mtu aliye msomi atafikiria. Sasa nataka kuanza kuzungumzia mambo ya business plan jamani, business plan unajua inaweza kuandika kwenye notebook hivi vikaratasi vidogodogo, vi, vi, vi notebook vya shilingi elfu ishirini eh, shilingi elfu ishirini sijui shilingi elfu kumi, kumi na tano yaani kakaratasi unaweza ukascribo wazo wako kwamba nataka kufanya hiki kwa sababu naona kuna uhitaji huu, na hapa nachohitaji, nahitaji kikaango cha chapati. Biashara imeisha, na utapata huo mtaji. Believe me, ndugu zangu, niwakumbulishe, niwakumbushe kwamba malengo ya Karakana Mkwanja ni kutengeneza mali na kufikia hatua financial freedom. Ndio nia yetu, alafu ndoto yetu kuwa na matajiri wengi, jamani. Utajiri ni mzuri una raha zake eh? na kila mtu anauweza, lakini kuna process, ndio maana una mipango au misingi, ni process. Usitake kuanza leo kufika kesho kutwa, lakini ukianza ukiwa mipango imenyoka utafika tu hmm? ile hali unajua, financial freedom, ile hali ambayo mahitaji yako ya familia yako yanapatikana una mgonjwa unaweza kumpeleka hospitali okay. Unahitaji kumpeleka mtoto shule, inawezekana mtoto ameambiwa na vipaji maalum anatakiwa kwenda huku, unaweza kwa hiyo tutafute hela hmm? Kama tulivyokwisha kusema, biashara ni njia moja ya kutengeneza matajiri sio Tanzania tu, dunia nzima okay. Kwa hiyo kama unataka kuwa tajiri, haya tunayoyazungumza okay. Na nilishasema utajiri sio hauna hauna definition. Mama anayepika chapati aliyekuwa na kilo mbili akafika kufika kilo kumi, huyo akisha kuwa tajiri in his own mana, kwa sababu utajiri ni relative term eh? kwa hiyo hapa msije mkasema Mama Minzi anazungumzia tu mambo makubwa makubwa. Hapana, chapati sio kubwa, kuchoma mahindi sio kubwa, kupika sambusa sio kubwa eh? vitu viko vingi, chagua kinacho? Uh, kinachokufaa. Nitoe wazo hapa au nitoe ushauri, anza mdogo mdogo, usisubiri mtaji utimie. In fact, ni rahisi sana kupata mtaji ukiwa na stori, stori yako. Ntawapa kidogo historia ya K-Finance. Yeah? Kuna wengi wanaofikiri kwa sababu labda nilikuwa nafanya kazi taasisi ya kubwa labda ya fedha, nifanya Benki Kuu, lazima ni acknowledge employer wangu, niko proud sana na yeye eh. Mimi kikubwa alichonifundisha employer wangu, alinifundisha nidhamu ya kazi. Wanaofanya kazi nami wananifahamu niko strict. kwa sababu employer wangu alikuwa strict, alikuwa hataki longolongo, yani shortcuts no, eh? Hicho nilijifunza, lakini sikuweza kutengeneza mtaji mkubwa sana nilianza kifinansi na hela ndogo sana eh? lakini nilianza na mipango mikakati. Kwa hiyo nilianza kujenga, nafikiri mkopo wangu wa kwanza ulikuwa shilingi mili, shilingi elfu hamsini. Umeona, elfu hamsini, unajua kwa hela ya sahivi ni hela ndogo sana, ni hela kidogo sana lakini nilianza kujenga credibility kutoka shilingi elfu hamsini nikasogea nikafika milioni ishirini milioni hamsini milioni mia na nikawa naendelea, lakini wakati naongeza mkopo naongeza mikakati, umeona na hapa fokasi yangu leo. Tunazungumzia mkakati wa kutafuta mtaji, ni ndoto, mipango mikakati ya kutekeleza ilo ndoto yako kwa sababu mipango mikakati ya kutekeleza ndoto yako ndiyo inayokupa kredibiliti. Maona, inanikumbusha pia wafanyabiashara wengi, ukimwambia afomalizi vitu, aandike dokumentesheni zake ah, you know, you know shortcut nyingi. Lakini hivi, yule anayekupa pesa sianataka stori, anakupaje shilingi milioni hamsini akati hajaona kama una uwezo wa kuendwa milioni hamsini. Kwa hiyo nasisitiza hapa, na mikakati tunavyozungumzia mikakati, hata mikakati ya kutunza takwimu bookkeeping ni mikakati. Unaona jinsi ndoto na mkakati ulivyobeba jambo, yani ndoto na mkakati umebeba mtaji eh? Ukiwa na ndoto na mikakati sahihi, believe me, wakopeshaji wanaanza kukupigia simu, believe me. This is a true story. Vipi? Unaendaje hapa? Unaenda vizuri? Unahitaji gari, eh? Kwa sababu wanaona, hmm? Bila kuwa na ndoto na mikakati sahihi, ni vigumu sana kuendelea. Hata kama utapata mkopo. No, no, no. Hata kama utapata mtaji wa kurithi. Nafikiri wengi mnajua watu wengi sana wamekutana na pesa walizoachiwa na wazazi eh? Lakini zimepotea. Si mnaelewa kwa sababu gani? Hakuna mipango, hakuna mikakati eh? Kwa swala la mtaji, kukopa hakukwepesheki, lakini kukopa kunahitaji mipango, mikakati. Kama huna mpango, mkakati mkopo unaweza ukakuletea umaskini. Kumbuka unavyokopa unalipa na faida, si ndio? Sasa kama huna, kama hujaweza kuzalisha, unawezaje kulipa kile ulichochukua na faida juu? Kwa sababu wakopeshaji hawatangazi dini, wako kwenye biashara, wanataka faida, na ni halali, ndio kazi yao. Umeona? Sasa Leo hii kama wewe hutafanya ile mikakati sahihi eh? Na ndio maana mkopeshaji atataka kuona hata hiyo mikakati yako, kwa sababu ame, anakupa pesa na sio nia ya yake kuchukua tu dhamana yako, kwa sababu sio biashara yake. Biashara yake ni kukopesha, akukupe pesa ufanikiwe, urudishe pesa na ziada, akakopeshe mtu mwingine. Kwa hiyo ndugu zangu, kama huna mipango sahihi usikope kopa ukiwa unajua unaenda kufanya nini na kile unachokikopa kitakurudishia ile pesa na ziada ili umrudishe yule aliyekukopesha na, na, na, na faida. Basi kwa misingi hiyo nawaombeni sana mnisikilize, kwa sababu swala la kukopa, ukikopa bila kufuata taratibu bila kujipima hii hela naipeleka wapi? Itanizalishia vipi? Nitarudisha vipi? Kuna wengi wamedidimia kwenye lindi la umaskini kwa sababu ya mikopo isiyo na mikakati eh. Msisitizo wangu bado kopa, kwa mipango huku, kijua na kopa, na nirudishaje mkopo. Unatakiwa kama uliku, ulikukuta hapa ukusogeze mbele, na utaweza tu kama umejipanga vizuri. Yeah. Sasa endapo unakopa hela kwenda kula, na tumeona wengi consumption, unakopa unaenda, sijui nisemeje, unakwenda kutanua, kwa lugha rahisi, mkopo utakuletea matatizo, yeah. Lakini unavyokopa, in fact kama ulikuna tanua lazima upunguze, kutanua kwa sababu juu una obligation, uangalie ile ndoto uliokuwa unataka kuifanya itimie, eh? Kwa hiyo kama ile pesa umeifanyia matanuzi, na wengi tunaona, utapataje cha kulipa eh? Matokeo yako takosana tu na wakopeshaji, lakini kama umewekeza, lazima utatoka Turejee kwenye biashara maana tuko kwenye biashara na mitaji, ni hela inayoingiza kwenye biashara. Hakikisha unajipanga kujua wapi utapata mtaji na kwamba unaanzisha biashara gani eh? Sasa haya yote yanaingia kwenye ile ndoto na mikakati eh? Usikate tamaa, usiogope mikopo, lakini usikope bila mipango hiyo. Nasisitiza, mi ni mkopeshaji, lakini sitaki kwanza, ukija kukopa na huna mpango, kwa sababu usitaki kukutia kwenye umaskini, sitakupa mkopo eh? Kuna msta, u, u, usemi mtaani unasema hivi nyumba inaanza kujengewa chini. Hata kukopa, tunajenga chini kwanza na kujenga msingi. Wa kukopa ni mkakati eh? naenda kufanya nini, hiyo ni ndoto na ninafanyaje, hiyo ni mikakati eh? Mtu anavyojenga ghorofa anaanza kwanza ku anajenga lamani, anachola ramani anamwita architect na yote ana e, baada ya hapo ndio anaenda kutafuta hela. Utakuwa mpuuzi sana unayeanza kwenda kukopa hela hela ya kujengea hata lamani huna. Kwanza hutapata hiyo hela, kwa sababu mtu atakuuliza unajenga ramani ipi eh? Si unataka mkopo wa nyumba, hebu tupe lamani. The same kwenye mkopo wa biashara, kwenye mkopo wa mtaji, mkopeshaji anakuuliza okay, tell me what are you you going going to to do and how are you going to do. Sasa ndugu zangu, utasikia hapo wanasema ah, mabenki nayo yana urasimu huu. Sio urasimu jamani, ni kwa faida yako mwenyewe. Hataki kukupa pesa ya kukufanya uwe maskini. Kabla hujakutana naye, napenda kusisitiza kujengea chini katika swala la mitaji eh? Na mahali sahihi pa kuanzia ni kwenye savings, akiba. Hata kwenye harusi tunavyoendaga mtu anataka kufunga ndoa au nini. Akianza kuitisha watu wampe michango, wanaanza umejipangaje? Kwa hiyo wewe ambaye una ndoto ya kufanya biashara wewe unayenisikiliza unatamani kufanya biashara na unajua mtaji ni tatizo, ushauri wangu kwako na kwa mwingine yoyote, anza kuweka akiba. Akiba ndio mahali sahihi pa kuanzia kutengeneza mtaji. Mtaji wa kwanza unaanza kwako na akiba yako. Kwa jinsi utakavyoitumia akiba yako, utakavyoweka vitu vinavyoonekana, ndivyo jinsi watu watakavyoona komitmenti yako eh? Bila komitmenti yako, bila wewe kuwekeza hela zako, kwa nini mi nikuamini? Kwa, kwa nini ndugu na jamaa ambaye anaweza kukusaidia mtaji, kwa kwa nini akusaidie? Komitmenti yako ikwapi? Kwa nini benki akuamini? Umefanya nini? What is in the ground. Kwa hiyo ushauri wangu kwako, kuna kitabu nilikuwa nasema, na kisoma kinasema hivi: if you can't save the gene of wealth is not within you. Kwa Kiswahili, kama huwezi kuweka akiba DNA ya utajiri haiko na wewe. Mahali pa kuanzia kutengeneza mtaji, mahali pa kuanzia kutengeneza utajiri ni kuweka akiba. Akiba maana yake postpone gratification. Kwa Kiswahili ku postpone gratification, airisha airisha matanuzi ili utengeneze akiba, ili utengeneze mtaji na kuanzia hapo watu watakuona uko serious na from there my friend, unayenisikiliza mtaji is a non-issue. I swear, count on me, prove me wrong. Basi kwa kumalizia, nikimaliza kipindi hiki cha mtaji, namaliza kwa kusisitiza kwamba mtaji kweli ni changamoto lakini kilicho changamoto kubwa zaidi ni mipango mikakati na ndoto. Pesa zipo, zinataka wakopaji, lakini wakopaji waliojipanga. Ushauri wangu kwako, kabla hujafikiria mtaji, kama nilivyosema unavyojenga nyumba, jengea chini kabla hujawa na wazo la kwenda kukopa hakikisha wazo lako la biashara liko sawa. Kama tayari uko ndani ya biashara, review biashara yako, mahitaji yake ni nini? Na hii hela inayoenda kuiweka, maana ndio maana inaitwa mtaji, inaenda kufanya nini extra ambacho kitakufanya urudishe ule mkopo na bado upate faida, utoke point hii A, A kwenda point Z, okay? Ndugu zangu Msiogope kukopa lakini kopeni kwa mikakati. Nia ya mkopeshaji yoyote ambaye ana misingi ya kuendelea na biashara yake, anataka mteja wake afanikiwe. Nimalize kwa kuwashukuru tena wadhamini wetu K Finance Limited, wanakuletea gari yako, loan gari kuna wakati tulikuwa tunafikiri gari sio mtaji. Hata gari la kuendea kazini lina kufanya uwe efficient, ufanye mambo mengi ambayo kama ungekuwa huna usafiri usingefanya. Lakini pia tunatoa magari ya biashara. Umeona watu wanafanya transport, watu wanajiongeza siku hizi. Ukienda kukodi gari, unataka kwenda trip, siku hizi kuna utalii wa ndani, wale wakama watu ambao local transporters njooni, tuwape magari safi yenye AC, full AC, eh? ili watu watulize akili watulize watu bongo, mikakati yao ya kutengeneza pesa ifanikiwe. Tunawashukuru sana K Finance kwa kudhamini kipindi hiki bila kuwasahau K Finance Insurance Brokers. Ukitaka kufanikiwa ukitaka kuwa na financial freedom yako wewe na wajukuu zako, insurance yaikwepeki, ina inakulinda against tahadhari za kwako wewe mwenyewe na za biashara yako. Karibu KFinance, karibu KIB, karibu Karakana Mkwanja, uendelee kupata elimu ya pesa na biashara. Asante sana.